Ya yeah, ibana, mambo vipi? Kwa majina naitwa Mr. RJ, karibu katika hii video uh, ya maelekezo ya namna kutumia kinanda. Kama wewe mgeni kwenye channel hii utakuwa umeshaangalia video nyingi toka sasa. Lakini pia kama ni mara ya kwanza, karibu katika hii video na, na video nyingine nyingi ambazo tayari nimeshaziweka kwenye channel hii ya Teknohama Leo ambazo zinaelezea namna rahisi kabisa kuweza kujifunza kupiga kinanda, na katika hii video leo tunaenda kuangalia namna ya kuweza kupiga kinanda kwa urahisi zaidi. Mimi najua na nimeshapitia huko kwenye proses za kujifunza, kunakuwa na changamoto, na kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi nilivyoona, ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikawa vinamfanya mtu akachelewa kuweza kupiga kinanda. Jambo moja kubwa kabisa ambalo a, litakusaidia uweze kupiga kinanda kwa urahisi, cha kwanza kabisa ni kufata mtiririko sahihi wa kujifunza kwenye kinanda. Mtuliko sahihi wa kujifunza lazima kwanza introduction au utangulize. Jambo la kwanza kabisa ujue, yaani tunapozungumzia mtuliko sahihi, jambo la kwanza kabisa kujua, maanake ujue kinanda ni nini. Eh, ni instrument ya design gani uweze tu kujua, ni haikuchukui muda mrefu ukajua kwamba kinanda bwana ki, kina mfumo huu, kinatoa sauti hivi, vinanda vipo vya aina ngapi? Umeona, lakini huo ni unakuwa kwenye utangulizi uh, wa kujifunza nini, wa kujifunza kinanda. Jambo la pili, unakuja kuanza kuelewa structure ya sauti zilivyokaa kwenye kinanda. Unaanza kujua kwa mfano, uh, kwenye video yangu hii nimeelezea Jambo la kwanza kabisa kwenye muundo wa kinanda ni kwamba kinanda kimeundwa na hizi button hizi, au hizi keys eh, hizi funguo au hizi keys, au tuseme button, si tuseme hivyo. Na kila moja inakuwa na jina lake. Na kwa nini zipo katika makundi hivi, kwa nini zipo nyingi? Utagundua kwamba kuna zipo uh, katika makundi ya nyeusi na nyeupe, lakini ukiachana na nyeusi na nyeupe, utagundua pia kwamba uh, hizi nyeusi zipo nazo kwenye mafungu, utaona kuna mbili, tatu, mbili, tatu, mbili, tatu, mbili, tatu. Kwa hapo utakuwa umeweza kujua hiyo basic structure, na nimeeleza kwamba hichi kipande kimoja ukichukua hizi mbili na hizi tatu na hizi nyeupe zake saba, maana yake unakuwa umeshapata octave moja. Kwa hii ni octave, hii hapa ni octave ya pili, octave ya tatu, octave ya yani, nne hivyo vitu ni vitu vya muhimu kwa huo, ipo katika mtiririko. Kwa hiyo ni hatua ya ya, ya, ya pili baada ya kumeshajua kwamba kinanda ni, ni kitu ni kifaa cha mziki cha cha staili gani. Ukishajua octave kwamba kuna moja mbili tatu na nne na kuendelea kulingana na ukubwa wa kinanda, unakuja jambo lingine kwenye mtiririko, unajua kuhusiana na noti Eh, noti ni ki moja ki tukizungumzia ki maanake, ni ufunguo mmoja. Kwa mfano huu au huu au huu au hu, au hu, au huu au huu hapo, tunakuwa tunazungumzia nini? Tunazungumzia noti. Kwa hiyo ujue kwamba hii hapa ni C, labda hii hapa ni F, hii hapa ni A, hii hapa ni C, hii hapa ni D, hii hapa ni G, hii hapa ni A, hii hapa ni F, hii hapa ni F sharp. Kwa hiyo unakuja unajua, hiyo pia nimeelezea kwenye video zangu huko mwanzoni. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili la kuweza kujua katika ukiwa katika uh, hilo ni jambo la tatu. Sasa kwenye mtiririko ujue noti pamoja na majina yake kwamba hii ni C C sharp D D sharp E F F sharp G G sharp A A sharp B alafu tunarudi C. Ko nadhani kwenye video zangu nimeshaelezea vizuri. Kwa hiyo ni hatua ya tatu katika mtiririko sahihi wa kuweza kujifunza kinanda kwa urahisi. Hatua nyingine baada uh, ya kumeshajua jua noti, unajifunza skeli, kwa maana ya key. Sasa kwa namna ambavyo huwa tunaita skeli, maana yake ni eh, skeli ni neno la Kiingereza, sijajua neno zuri la Kiswahili, lakini skeli maana yake inatusaidia kutambua kwamba uh, yani, kila wimbo unakuwa kwenye skeli fulani au kwa rugha rahisi kwa Kiswahili, watu wanatumiaga key, kwamba wimbo upo kwenye key fulani kwao. Kwa mfano, labda tupo kwenye c e. mona tukiwa labda kwenye F sharp kwao, tutapiga kwa, kwa namna tofauti kidogo hapo. Tunakuwa kwenye F sharp kwao, tunajua kwamba key ni nini na ki inakuwa imeundwa na nini. Lakini zaidi zaidi, tunakuja kwenye uh, aina za kii au scale. Kuna minor scale, si kuna pentatonic scale, scale zipo nyingi, lakini tunakuja sana, sana sana kwenye kwanza kujifunza, tunafocus na major scale, ambayo composition yake ni do re mi fa sol la ti do do ti la sol fa mi le do. Hiyo ndio inakuwa composition ya major scale. Tukishatoka hapo, uh, ili uweze kujifunza kinanda kwa urahisi na kwa mtiririko mzuri, mimi kwa ushauri wangu binafsi, anza kwanza na ki moja uimaste. Watu wengi huwa wanachelewa kuj, kuelewa kujifunza kinanda kwa sababu anaanza si kidogo, anakuwa tu amejua vitu vichache kuhusiana na si si. Hata kuicheza ile scale tu ya yas si. Anakuwa bado haja hajaimudu vizuri anahamia kinyingine, kwa hapo itakuchukua miaka mingi. Specifically, kwa watu ambao tunajifunza watu wazima, kwa sababu ukijifunza ukiwa mtu mzima, mara nyingi unakuwa unaona kana kwamba progress yako ni ndogo. Of course, unaweza ukajikuta tu pro, una progress nzuri, lakini utakuwa tu naamini kwamba kuna namna fulani unakuwa slow kwenye kujifunza. Kwa hiyo hakikisha umebaki kwanza kwenye kii moja, mimi kwenye kozi yangu natumia KC kwa ajili ya kufundishia, kwa sababu ni rahisi, ni rahisi kwa ajili ya, ya mtu anayejifunza kuweza ku, kuelewa siori vizuri, kwa sababu kishaelewa siori kila kitu, sasa unaweza kukihamishia kwenye ki nyingine kwa urahisi. Kwa hiyo hilo ni jambo lingine, nimesha sahau ni la ngapi kwenye mtiririko, ila baada ya ku meshajua noti, umejua noti zote, uh, unajua sasa nini skeli. So ukishajua skeli unakuja sasa unaanza kujifunza kodi. kodi ni nini? Ni muunganiko wa zaidi ya sauti moja ko, ukichukua noti moja, kwa mfano hii hapa, nikapiga na hii, maana yake tayari nakuwa nimeshapata nini? nakuwa nimeshapata kodi. nikiongezea na hii nakuwa nimeshapata kodi, nikiongezea na hii nimeongeza kitu, nikiongezea na hii au hii labda, huku ko, hapo tunakuwa tumeshapata kodi. Ko, sasa unajifunza kodi kodi. Uh, kwa kila skeli kuna kodi nyingi, maana yake eh? Kwenye ki moja unaweza kujifunza kodi. Sasa ukienda kwenye ki nyingine hizo hizo kodi ulizokuwa unazipiga huko, maana yake yani, ile voicing yake au namna zinavyo sound itakuwa ni vile vile kwa moja ya kwenye ki C na moja ya kwenye ki F sharp ni kitu kile kile ila katika ki tofauti. Of course, kwenye video zangu zote ya mambo nimeshaelezea elezea baada ya kuwa sasa umeshafahamu mambo ya ya, ya kodi kwao. Mfano kwenye C tunakuwa na moja, tuna mbili, tuna tatu, tuna nne, tuna tano, tuna sita, tuna saba, tuna, tuna moja. Sasa hizo zote nini? Ni kii. Ukishajua kii, tunakuja kitu kingine ambacho uh, uh, no, ukishajua kodi, kitu ambacho kinafata ni kodi inversion na kodi inversion maanake ni kwamba kodi moja hiyo ukaipigia, yani, ukachukua noti mojawapo badala ya kuipigia oktva ya chini ukaipigia oktva ya juu. Kwa kwa mfano hii C uh, meja tunaweza tukaipigia hapa au hapa au hapa au hapa au hapa au hapa au hapa au hapa, kwa popote. Kwa hiyo hiyo inakuwa nini? Ni C meja. Kwa hilo ni jambo lingine. Baada ya kujua kodi, lazima ujue kodi inversion. Sasa ukishajua kodi inversion, kitu kingine, uh, unafata. Sasa unaanza kujifunza kupiga sasa. Mpaka hapo utakuwa na ushajua kodi eh, ushajua kodi na hizi kodi ambazo ni basic ambazo tunakuwa kwenye scale au kwenye key tunakuwa na meja tatu, moja nne na tano, na maina tatu ambazo zinakuwa ni mbili tatu pamoja nani, na sita. Hizo kodi tu hizo zinakutosha kuanza kupiga nyimbo nyingi kabisa maana yake bado kodi sio kwamba zimeisha. Hizo zingine zinakuja sasa kuwa additional, ukishaanza kuwa ukishaanza kuwa advanced zaidi kwa code inversion, inakusaidia sasa. Baada ya code inversion, kitu ambacho kinafuata, inaanza sa, ni hatua nyingine ya kuwa advanced zaidi ya kupiga uh, au kufanya hizi tunafanya tunaita improvisation. Kwa maana yake badala ya kupiga tu kodi hivi au hapa tu, maanake unakuwa unaweza wa kupiga tu hivyo yani, kuongezea ongezea nyama nyama kwenye muundo wa kodi zako, kwa unapokuwa unapiga wimbo. Mpaka hapo unakuwa labda unaweza kupiga wimbo Ahadi ile itatimia, kwa sababu nimemwamini na wala eh, wa, ha? na hauna mashaka na kwani na, kwa maana yake unaanza kutiatia nyama ya yeah, koo hapo, unakuwa umesha fikia level sasa ambayo unaweza tu kasikia wimbo na ukaupiga vizuri bila shida yoyote. Yani unaweza ukasikiliza tu mwimbaji anaimba pale ukaanza kujua, yaani masikio yako tayari utakua umesha treni kuweza kusikia wimbo na kuweza kupiga kwa. Hizo ndo njia rahisi za kuweza kufata huo katika mtiririko sahihi ambao utakusaidia kuweza kupiga kinanda kwa urahisi. Lakini jambo lingine pia, uh, hakikisha umebaki kwenye ki moja, usirukeruke ki, kwamba leo umeanza si kesho akatokea mtu mwingine anakufundisha F sharp hey, siku inayofata mala flat ah, mara mtu anakuambia ah, D ndo ki nzuri oh, si nini ah, si, hizo kelele zitakufanya U -give up. Kwa lazima uweke malengo ili uweze kufikia hatua ambayo ya kujifunza ambayo unaitamani. Jambo lingine la muhimu aa, ni kupractice, yani hakikisha ukishajifunza kitu umekipractice, kwa sababu kujua tu kwamba ukiniona mimi nikikwambia kwamba C major unashika a C unashika E, unashika na G ni kitu rahisi, ila sasa kuipiga hapa ni kazi ngumu, ni kazi ngumu, lazima kwa sababu mikono mikono inakuwa mizito mwanzoni, kwa lazima ufanye mazoezi mengi. Kwenye kila hatua ya kujifunza, hakikisha umefanya mazoezi mengi. Kama ni kwenye kodi, hakikisha umefanya mazoezi mengi ili kwenye kupiga maanaake usisae. Kwa mfano kwenye KC hizi noti zote zinafanana not, not, not, not, kwao kuilenga inakuwa ni kazi ngumu, ila ukifanya mazoezi nafikia hatua, ukiweka tu kiganja hivi, automatikali unakuwa unajua kabisa kwamba nikipiga kitasikika kitu gani. Yaani kwa lugha rahisi ni kwamba vidole vyako vitaota macho, kwa hiyo itakusaidia wewe kwa advance kwa haraka kwenye safari ya kujifunza kinanda. Asante sana. Kama una swali weka kwenye comment, tukutane kwenye video nyingine. Lakini kama ni mara yako ya kwanza, angalia video zingine za nyuma. Nimeelezea kinaga ubaga hatua kwa hatua process nzima ya kujifunza kinanda kutokea siku ya kwanza unakutana na kinanda paka kufikia hatua fulani ambazo unaweza kuwa unasikiliza nyimbo na kuzipiga. Asante sana.